Eneo jingine serikali pia itanunua ndege mpya nane katika kipindi cha pili cha uongozi wa serikali ya awamu ya sita. Tunamshukuru sana sana Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo sasa tunazo ndege hizo akutenda kununua nyingine sita. Ni imani ya serikali kuwa uwekezaji huu utaongeza uwezo wa nchi kupokea wageni wengi zaidi nchini, kufungua fursa zaidi kwa Watanzania kwenye mataifa mbalimbali mbali, kuvutia wawekezaji na kuongeza fursa za kiuchumi na ajira kwa ujumla. Kwa upande wa shirika letu la ndege pekee, serikali mpaka kufikia mwezi tarehe 5 Disemba, yani leo hii, imeshawakabidhi ndege 16: ndege tatu za Boeing 787-8 Dreamliner, ndege 2 za Boeing 737-9 Max, Ndege moja ya mizigo ya Boeing 767-300F, ndege nne za Airbus A220-300 na ndege tano za Q400 na ndege moja ya Q300, ndege 16. Tukija tukinunua ndege nyingine 8 hizo, zitakuwa ndege 24. Hii shirika la ndege letu litakuwa na ndege kubwa, ndege nyingi. Kwa vile sisi tuliopata fursa ya kuhudumia sekta hii, tujipange vizuri sana, bei mzuri, ndege kutokuwa na delay, na kupata viwango bora ndani ya uwanja wa ndege na pia ndani ya ndege yenyewe.